Hivi nyewe wanandoa, nikuulize ni maswali hivi, wanandoa huwa mnaona raha sana kusalimiana shikamoo mume wangu asubuhi? Wa wao, mnaona raha sana anakuuliza eh? Wewe hivi, wewe uogopi? Yaani unajua ile kusalimiana shikamoo mume wangu, sina maana kwamba naharibu makabila ya watu, nisikilize hapa. Kuna uoga wa kinafiki kwa baadhi ya wanandoa leo, anajifanya mnyenyekevu kwa mume wake, kumbe kamejawa na unafiki. Sikiliza mwanandoa, mfanye mkeo kuwa rafiki yako. Acha kumfanya mkeo kama muuza madawa ya kulevya akakamatwa na polisi, ah -ah. Ita neni majina bana mepesi eh bwana. Yani kama mmeo anaitwa Elisha au Elia, fupisha jina, ita Eli. Yani fupisha zoe mmeo anaitwa Elisha, na yeni mitaani anaitwa Elisha, akirudi nyumbani Elisha, kuna tofauti gani? Sasa tafuta kajina bebi eh, hata kama hawaiti ensamboiaemba ensamboi wa eh, mji umetia timu nyumbani yeni mwanaume na, kama mkujua wa mama wanaume, mkitusifia vichwa vikiwa vikubwa unakula hadi viasilini tachapwa vitenge mara kesho, yaani yenu unapigwa tu naletewa vi, vi, vile viatu vya bajaji mwendo kasi vile vya kwenu vile vinavyowasaidia kwenda kwenye viko baraka. Yani wewe tuite jina zuri tu alafu tupeti peti eh, e, nakwambia utakula viasirini. Sasa wewe jiifanye mjuaji, mumeo anaitwa Masanja, akija na huku eh, Masanja njoo hapa. Wewe mtafutie kajina fup, fupisha jina, kama anaitwa Masanja muite Masa. He mwiteji fupisha. We, tuna, unamlinganishaje mmeo na jina la, la wananchi tu? Tafuta la kwako. Alafu asubuhi na wewe. Acha kusalimia shikamoo mume wangu bwana. He, mpige mambo mambo. Mshikaji, hata ukimwita mshikaji. Yo unajua neno mshikaji linajenga bondi kubwa mno ya ndoa. He, au, au mkiamka, salimianeni salamu za kishikaji. Tena, kuna ndoa moja nilienda, asubuhi tulipoamka Jamaa anamsalimiaje mke wake? Mke anamsalimia mke wake, akasema msela, mambo vipi? Ah, kwa kweli mimi nilichanganya siku ya kwanza, sema msela. Unajua jamaa alijibuje? Ah, kichaa wangu niko vizuri. Vibaya mno, yeni ndo wako hivyo, na sasa wana watoto hawa, wana amani wale jamaa, yeni ukiwakutana nao njiani, umlimu umesonga ila eji yao ukiwatazama utafikiri walizaliwa miaka ya tisini kama vijana wa elfu mbili na tisini hapa. Unajua majina yao hawaitani majina makubwa, sio? Asubuhi shikamoo mume wangu, shikamoo mke wangu, a ah, ah, tafuta jina msalimie tu, mambo vipi baby, umeamkaje. Tena usiite baby tu kama wengine wanavyoita, ita kwa kuvuta, baby, baby vipi, baby, vip, baby, mjaze. Ukishamjaza tu upepo, mbona unazichomoa mfukoni nyepesi